hadhiri wa vyo vikuu vyo vya kidini na vyo vingine, lakini pia ni mwanatheolojia aliyebobea, lakini pia ni mwanasaikolojia aliyeidhinishwa na serikali ya Tanzania kufanya kazi ya uh, tiba ya afya ya akili na magonjwa ya kisaikolojia Tanzania na nchi za nje. Ni lale, ni license, ni tunaita mwanasaikolojia aliyesajiliwa Ah, lakini pia ni mwandishi wa vitabu zaidi ya arobaini na sita. Hakuna mkoa utaenda Tanzania ukose kitabu changu hata hata kule kwenu Iringa vipo. Ni kwa sababu sijakutanisha na majenti wangu wa siuzi peke yangu. Lakini ni ni ni ni, ni, ni muhariri pia wa vitabu vingi zaidi ya titles mia mbili kutoka kwa waandishi mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini pia ninayo printing place inaitwa Ibelegisha Tanzania. Ebelegisha ni majina ya watoto wangu watatu. Ebeneza, Eligibo na Elishadai. Kwa nda jina Ebelegisha. Kwa ndani hicho kitabu utaona kimesanifiwa na kuidhinishwa na Ebelegisha Tanzania, ndio kampuni yangu ya uhariri na uchapishaji wa vitabu Tanzania. Kwa upande wa saikolojia ninayo venture inaitwa Ebelegisha Psychotherapy and ni Consultant inayojihusisha na mambo ya tiba, ya afya ya akili na, na, changamoto za kisaikolojia. Kwa hiyo yule uko mbele yako, sio mtu mdogo, ni mtu mkubwa. Amen. Na ni mwanafunzi pia wa chuo cha Transfert Christian University of America. Niko nachukua degree yangu ya nne nafikiri mwakani, Mungu ikimpendeza, na mkuu ajio kwa hapa nitakuwa natunukiwa uprofesa. Sasa Oh daktari nimechoka na, na nafikiri tutakuwa pamoja nyewe mtakuwa mnatunukiwa udaktari mtakuwa tunukiwa uprofesa uprofesa na wale wote uprofesa kutoka kwenye chuo hiki hiki cha Transfert University. Sio rahisi sana mimi kusoma chuo hiki lakini kwa sababu kina elimu sahihi mm. Ni mhitimu pia wa chuo cha mipango Dodoma, niko na degree yangu ya project planning and management, lakini mhadhiri pia wa uchumi. Jamani, nafundisha kuhusu hela, napenda hela kuliko mfuko. Ah, nimenyanyuliwa hapa nisemee kitabu kinaitwa Dust Returns to God, vumbi yarudia Mungu. Mimi ndio mhariri wa hichi kitabu. Kikiona kina makosa basi nishtaki mimi. Simshtaki mwandishi kwa sababu hausiki chochote. Nahusika mimi hapa kama mhariri aliyesajiliwa. Sasa, jamani. Ah, vumbi yarudia Mungu ni kitabu kizuri ambacho hasa kinazungumzia misingi na asili ya mwanadamu. Mwanadamu ametoka wapi? Asili yake ni nini? Utapata ndani ya hicho kitabu. Vumbi lamrudia Mungu. Lakini ndani yake pia utaona uwepo wa fumbo kubwa ambalo linaitwa kifo ambalo kila mtu ataona ogopa. Ukitaka ujue sasa kifo kinaogopwa, nipige bomu hapo tunasambana hapa hata sije, uwezi kujua <laughs> saa ngapi imevulika hata <laughs> kufia sijui itakuwaje. Lakini hakuna mtu atabaki na joho na kufia hapa, mtapoteana mpaka mtataka kuzaa. Utamsahau kisa ni nini. Kila mtu anaogopa kifo. Kwa hiyo fumbo hili kubwa liko ndani ya hicho kitabu, tasoma na, na kujiridhisha lakini utafahamu hasa kifo ni nini kithiolojia mm. utafahamu nini kifo ni, ni lakini pia utaona hatima ya mwanadamu hatima ya mwanadamu ni kufa tu nakufa ni raha jamani hata mimi natamani nifa hata kesho niweze kuepuka na ma, masumbufu ya dunia lakini siwezi kufa kabla sijafikisha vitabu 50 mpaka nifikisha vitabu 50 nianze kuuza kama dak boksi laki mbili na nusu na inafikiwa hiyo, si bado vinne tu nifika hamsini. Ashinga Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kifo ni ni ni ni, ni fungu ambalo kiukweli kila mwanadamu anataki, ana, anataka kujua hatima yake ya milele. Mpaka ufe ndio upate hatima yako ya milele. Sijui kama kuna mtu atanyakuliwa pakiwa mzima, sindani sana, lakini wote lazima tuonje mauti mm. Kabla sikufuka anaweza kaenda hivi hivi akanyakulipa <tipi> Eh <Hey>, kama Henoko. Bwana <tipi> Yesu asifiwe. Lakini huko utaona utaona hukumu ya milele ambayo itafanyika na watu wote. Kila mtu lazima asimame kwa kiti cha enzi cha hukumu, aweze kuhukumiwa. Uta, utajifunza hayo ndani ya hicho kitabu. Lakini falsafa na theolojia kuhusu kifo utaona humo ndani ya hicho kitabu. Mimi nasema na nihitimishe tu kwa kusema kwamba PG kanisa kubwa kanisa takatifu limepata mwandishi. Hiki ni kitabu chake cha kwanza. Mimi kama mwandishi nimeandika vitabu arobaini, saluti kwake. Miongoni mwa ni vitabu nilivyo halili na vitabu vya maprofesa, akiwemo Profesa Nyabagaka na maprofesa wengine wakubwa, akiwemo wa, wa, wa, Mzumbe pamoja na sauti. Ni, ni kitabu hiki ni fantastic, kina kila namna, kina kila namna ya kuitwa bora. Sio bora kitabu, kitabu bora kwa hiyo mwana mwanazuoni ukipata hiki, mshirika wa kawaida ukipata hiki, mzee wa kanisa, mchungaji ukipata hiki, na hautajuta kununua tukiingia kwenye mauzo na mimi nitasema. So, mimi ndo mchapishaji Wakili, ni kazuri lakini pia kuacha kujipigia debe napo ni utovu wa nidhamu. Nimesema mimi ni mhariri, jamani, jamaa mchapishaji, unaahidi ya kutaka kuandika kitabu, nishaongea na na Bishop Manumbu nitakuja cha kwake mtakizindua hapa chakwake yeah, yeah, yeah. Nabisho kukaua atakuwa at, at, at na, na na na Dr wino hapa anaandika historia yake, ana historia kubwa na chakwake nacho kitazinduliwa ni kwake sijimboni. Ni sawa, lakini lazima nikihaliri ni, kwa sababu ndio wito wangu na napata mgato wa kila siku eh, akili kichwani Yesu moyoni pesa wapi eh, hiyo ndio sifa ya mtu aliyeokoka. Lazima akili ikae ni pamoja na kusaka nini not Kwani shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo wito huo mimi ninao, hata kama ujui kuandika unaandika kama vile mtu anaandikia mguu, tena sio mguu wa kushoto, ujui hata namna unaandika endaje. Mimi nitakuelekeza ujue namna ya kuandika na namna ya kupangilia kitabu chako kiingie sokoni, chenye hadhi, kimehaliliwa na mtaalamu. Kwa hiyo kikiingia sokoni, kina hadhi zote, nani apinge? Sasa kuna mtu anapinga profesa, kwani shilingi ngapi? Mungu awabariki sana.